Mpaka sasa ashapita timu kumi na tatu akianzia klabu ya Rio Branco ya Brazil. Utaona mfano kwamba kwenye hizi timu ambazo tunasema za Afrika eh? Akiwa Sudani kwa mfano katika klabu ya Al-Hilal Omdurman inayotajwa kama mojawapo ya mfano kwamba ana uzoefu Afrika. Al-Hilal Omdurman alitoa mwezi wa saba mwaka elfu mbili na ishirini na moja akiwa kocha msaidizi. Kufika eh, mwezi wa kumi na moja akapandishwa cheo kutoka kuwa kocha msaidizi. Akawa kocha mkuu mwezi wa 11. Lakini mwaka unaofuatia 2022, tarehe 30, mwezi wa 6 akaondoka. Unaweza kaona ni katika kipindi kifupi cha kuwa kama kocha mkuu hajatimia hata mwaka. Lakini baada ya hapo ukiangalia tena kwa Afrika alienda katika klabu ya DC Motema Pembe. DC Motema Pembe ilikuwa mwaka 2022 tarehe 18 mwezi wa 12, katua DC Motema Pembe ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kufika tarehe 19 mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na tatu kaondoka. Unaona hapa ni kipindi takriban mwezi mmoja na siku moja au mwezi mmoja. Maana ni tarehe 18 mwezi wa 12 elfu mbili na ishirini na mbili, halafu tarehe 19 mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na tatu hayupo. Hiyo elfu mbili na ishirini na tatu. Lakini ukiangalia kwa hivi karibuni katika msimu huu wa elfu mbili na ishirini na tano, tayari ameshapita timu, amesha, ameshafikia katika klabu tatu kwa kuanzia ilikuwa elfu mbili na ishirini na nne mwezi wa tisa alikuwa katika klabu ya Al Husein ya Jordan, lakini kufika mwezi wa nne mwaka huu sasa, tarehe kumi na tisa mwezi wa nne kaondoka Al Husein ya Jordan, akawa hana timu. Kufika tarehe thelathini na moja mwezi wa nane inaonekana akajiunga katika klabu ya Saham, Saham Club, kajiunga nayo, yenyewe ni ya Oman, tarehe thelathini na moja mwezi wa nane mwaka huu, juzi tu. Lakini unajua nini kilichotokea? Kufika tarehe ishirini na moja mwezi wa tisa <laughs> kaondoka Saham Club. Halafu tarehe 22 kajiunga katika klabu anayofundisha sasa ya Al Ittihad ambayo yenyewe ipo katika falme za Kiarabu, inashiriki ligi daraja la pili ya UAE ambayo ni falme za Kiarabu. Mpaka sasa ishacheza mechi mbili, imefungwa moja, imetoa sare mechi moja, haijashinda ndiko aliko. Kwa hiyo kama anahusishwa na Yanga, manake akitua Yanga sasa ndani ya Msimu huu au tuseme ndani ya mwaka huu elfu mbili ishirini na tano tayari atakuwa anaku, anajiunga katika klabu ya nne. Si mnaelewa vizuri? Sasa hili ndio ambalo kwangu naona changamoto ambayo inaweza ikawa ndani yake na changamoto nyingine. Changamoto inayojionyesha kwa juu hapa ni kwamba hadumu katika timu moja. Na kwingine ndio kama hivyo nimekutajia na tarehe kwamba ndani ya mwezi mmoja hayupo. Alikodumu sana unakuta ni miezi sita, miezi saba lakini kwingineko ni miezi miwili, hayupo. Mwezi mmoja, hayupo.